wenewemwe wa wakisekawo wa wali mukona awasemba weyali nasomerawo wa mwaka munamba wallahi musirabasi tebyaliwo sebisomesebwangako ku birali navawo nengenda bugembe nesoma yemyaka mukaga ejitikaehabibu kabasa abasomesa yeseka twaha bebaseka hatimu nomari wamala nabalala abdul malik nabalala <coughs> wallahi temwabitusomesa temwabitusomesa naaba wali mwababipuura mune mubikola temwabitusomesa temwabitusomesa wallahi tubijja wabisomesa abantu tubagambe tieto ntieno diini bwabadiyali diini fe abasome abayizi bamulwai temwabitugambe nyeza ku univesity e madiina nsomyeyo ebbanga lyensomyeyo wallahi musirabasi yonna siina muwali mugwe nalababikola wadde eyabinsomesa nti eyo yeddiini